Makomando na mashujaa walitazamana kwa muda. Komando namba tatu alitaka kuanzisha mapambano, komando namba moja akamzuia, akamfanyia ishara ya kumzuia, kisha akiwatazama kisha akiwatazama kwa hasira, akiwatazama kwa jicho la kuwalaghai, akiwatazama mashujaa wale. Alitupa kitu chini, kikapasuka, moshi mkali ukatanda. Baada ya moshi ule kutanda, makomandoo walitoweka mashujaa wakajikuta wakiwa peke yao. Tunarudi katika upande wa Captain Tisha. Captain Tisha alitumbukia ndani ya maji akaanza kuogelea, lakini ghafla alitokea mamba mmoja mkubwa aliyekuwa na hasira. Mamba huyu alianza kumfata Captain Tisha. Alimsogelea. Akamsogelea. Akamsogelea. Alipofika karibu Captain Tisha akawahi pembeni yake akachukua gogo na kumrushia mamba yule. Mamba akabaki akihangaika na gogo na Captain Tisha akaweza kutoka ndani ya maji. Salamu. Upande wa makomando. Makomando baada ya kutoka porini, walikuwa wakizungumza wakiwa wanalipoka pori, walikuwa wanafanya mazungumzo. Komando namba moja alisema, huyu mtu hawezi kubaki msituni, na akibaki mashujaa wa kijiji hawatamwacha salama anachofanya hivi sasa atajaribu kuondoka kabisa eneo hili. Sasa gari lipo moja na linapita kesho asubuhi, tusubiri hilo hilo, huenda akajaribu kutoroka nalo. Wakakubaliana. Komandoo namba moja aliendelea kuwahutubia wenzake, Sisi jeshi, kazi yetu ni kulinda, kulinda nchi yetu. Kamwe hatutakiwi kupora mamlaka ya wananchi. Jeshi letu ni jeshi la wananchi. Kujaribu kuwapora mamlaka wananchi ni kujichanganya wenyewe. Lazima tulinde mamlaka ya wananchi, mamlaka ya kujitawala Serikali ya kiraia lazima tulinde katiba, lazima tuhakikishe tunalinda katiba na tunakemea vikali matamko haya ambayo yanalenga kupora mamlaka ya raia, mamlaka ya wananchi. Nitawapeni mfano wa nchi moja ya Burkina Faso. Yule bwana anasifiwa sana lakini mnajua yanayoendelea huko. alichukua nchi kwa malengo ya kupambana na magaidi. Matokeo yake hivi sasa magaidi wameongezeka mara kumi zaidi ya nchi ilivyokuwa awali. Nchi haina utulivu na maendeleo hakuna, wananchi hawasikilizwi, wameporwa madaraka yao. Utawezaje kuzungumza na mtu aliyepachika bunduki kiunoni? yetu ni kisiwa cha amani, tutalipambania hilo, hata kama jirani zetu hawapendi. Waskomando! Waskomando! makomando wenzake walijibu, waliitika. Baada ya chakula giza liliingia, makomando wakatafuta mahali pa kulala. Komando namba moja alilala juu ya mti Namba mbili alilala chini ya matope. Komandoo namba tatu hakulala, aliwalinda wenzake. Asubuhi makomandoo waliamka salama. Ni kawaida ya makomandoo kuamka salama. Waliamka salama na wakaenda moja kwa moja pembezoni mwa barabara katika kijiji pembezoni kidogo, wakijificha wasiweze kuonekana na watu. Wakasubiri basi, hapo basi ikapita, wakapanda. Watu hawakuogopa wala hawakushangaa ndani ya basi kuona makomando wakiingia tena, waliobeba silaha. Katika nchi hii hakukuwa na hofu yoyote kumwona askari akiwa na silaha lilikuwa jambo la kawaida, kwa sababu wananchi hawakujua kutofautisha kati ya bunduki na fimbo, wala hawakuelewa ni kitu gani kilichobebwa. Amani ilitawala maisha yao na kamwe hawakufahamu hata mlio wa bunduki. Kwa hivyo hawakuogopa chochote, waliwatazama makomando na kuwasalimia. Makomando walikaa katika basi, wakiendelea na safari. Basi ilitembea vijiji vitano. Baada ya kukipita kijiji cha tano, basi ilisimama wakapanda abiria watatu, wawili walikuwa wa kiume na mmoja alikuwa mwanamke. Mwanamke huyu alikuwa amevaa mavazi meusi na alificha sura yake Vazi hili tunaweza tukaliita baibui, lakini alikuwa amevaa ni kabu, ameficha kabisa sura yake. Makomando walipomuona abiria huyo akiingia na akikaa katika kiti mbele kidogo, na walipokuwa wakakonyezana, komando mmoja akasema, komando namba mbili, komando tumfunue sura yake, tumfahamu ni nani, huenda ni Tisha, huyu anajaribu kutoroka. Komando namba moja alijibu, ni makosa kufanya hivyo, vazi hilo ni vazi la imani yake, tutumie njia nyingine. Vipi ukimfunua na ukagundua siyo yeye unayemtafuta utasema nini? kosa la kumvua mtu vazi lake, kosa la kumvua mtu vazi lake linaweza likakupeleka jela miaka saba. Komando komandoo namba tatu aliyekuwa kimya muda wote alinyanyuka katika kiti chake, akamsogelea mwanamke huyo aliyekuwa amevaa mavazi yanayofunika sura yake. Alipofika alimsalimia, alitaka kutumia njia ya kumsalimia ili aweze kubaini dada. Habari, komando alisalimia. Dada yule akajibu, i, i, i, i, a, a, a, a. Uh, kumbe mama Amina! Basi, basi zima likacheka na kufurahi. Komando walikaa wakijadiliana mambo mengine kabisa. Safari iliendelea. Makomando wakiwa makini na yeyote atakayepanda. Waliamini Captain Tisha lazima angetoroka na gari hilo. Baada ya kusafiri kwa muda, gari ilisimama. Abiria wote wakashuka. Abiria walishuka kwenda kupata chai Dereva alitoa dakika kumi abiria washuke wakapate chakula. Abiria wote walishuka na makomando nao walishuka isipokuwa yule mwanamke alikuwa amefunika sura yake, ambaye sasa walimuita Mama Amina. Wakiwa nje, wakichukua vitafunwa, wakijaribu kutafuta hiki na kile, na baadhi ya abiria wakichimba dawa. Ghafla basi liliwashwa na likakimbizwa mkuku mkuku. Aliyeliwasha basi lile alikuwa ni yule mwanamke aliyeficha sura yake ambaye alibaki ndani ya basi. Basi lilikimbizwa kwa kasi na mwanamke yule alifunua vazi lake ili aweze kupata hewa. Alikuwa ni Captain Tisha akitoroka na basi la abiria. Abiria bila kujua walilia, mama amina naiba basi, mama amina kaiba basi, mama amina kaiba basi. Wengine walilia, wengine walicheka. Makomandoo hawakupoteza muda yeye yeah, yeah. Waliingia katika gari dogo iliyopakiwa pembeni. Gari hii ndogo waliiwasha, na aliendesha gari hii alikuwa ni komando namba moja. Wote wakapanda ndani ya gari, wakaanza kuifukuza basi ambayo iliendeshwa na mwanamke yule aliyokuwa amejificha, ambaye sasa tumeshabaini alikuwa ni Captain Tisha. Basi lilifukuzwa na gari ile ndogo, walikimbizana pale, walifukuzana. Basi ikikimbia kweli kweli, na gari ndogo nayo ikikimbia kweli kweli. Upande wa pili wa simulizi yetu, mkuu wa kikosi cha makomando alikuwa akiwahesabisha namba katika kikosi cha makomando makomando walikuwa wanahesabishwa namba nne, tano, sita, saba. Rudia tena, nne, tano, sita, saba. Mkuu wa kikosi cha makomando akauliza komando namba moja, namba mbili na namba tatu wako wapi? Hakuna ambaye alifahamu mahali walipokuwa makomando, hakuna aliyejua. Mkuu wa kikosi akaogopa sana. Kukosekana kwa komando namba moja, namba mbili na namba tatu katika kikosi lilikuwa ni jambo la hatari. Makomando hawa wamesoma Cuba, wamesoma Uingereza, wamesoma Irani, wamesoma Israeli, wamesoma Urusi na wamesoma Marekani. Makomando hawa walipokuwa Marekani serikali ya Marekani, kwa sababu ya ufanisi na ubora waliokuwa nao makomando hawa, waliwangangania, wakataka kuwapa uraia wa Marekani. Makomando hawa kwa uzalendo walitoroka, walinganganiwa kwa nguvu, lakini kwa uzalendo walitoroka. walitoroka kwa kutumia njia ambazo wa Marekani katika jeshi lao mpaka leo hii wanafundisha njia hiyo inaitwa Three Patriot Commandos Escaping Technique huwa wanafundisha somo hilo katika mitaala ya makomando, mbinu zilizotumika na makomando hawa wazalendo wakarudi nyumbani. Kukosekana katika kikosi lilikuwa jambo la hatari, lilikuwa jambo la kutisha, ilikuwa ni hatari sana. Makomando hawa walikuwa na uwezo mkubwa, kwa hivyo mkuu wa kikosi akatuma msako haraka sana makomando watatu warudishwe kambini. Kumbe makomando walitoroka kambini na hawakuwa na ruhusa. Hakuna aliyejua makomando haya yalikuwa yakimsaka Captain Tisha. Kwa sababu ya unyeti wa kutoweka kwa makomando hawa kambini, ilibidi vikosi vitumwe kwenda kuwatafuta. Makomando mia moja walitumwa wakiwa na magari, makomando mia moja wengine walitumwa wakiwa na ndege za kivita na, na makomandoo mia moja wengine walitumwa wakiwa na boti kwa ajili ya kumtafuta majini. Makomandoo hawa watatu walitafutwa angani, walitafutwa barabarani, walitafutwa majini, kwote walitafutwa: angani, nchi kavu na majini. Narejea upande wa makomando. Makomando waliendelea kulikimbiza basi la Captain Tisha, walifukuzana walifukuzana walifukuzana, mpaka makomando wakalikaribia basi la Captain Tisha, kisha wakawa kama wanalipita, halafu wakasimama pembezoni Captain Tisha akatazama kuangalia akakutana na sura za makomando komando, komando namba tatu akawa anamtazama Captain Tisha. Kisha komando mmoja aliye upande wa dirishani nyuma akawa akimwonyesha Captain Tisha kamba iliyokuwa na kitanzi, akawa anamuonyesha Captain Tisha kamba iliyokuwa na kitanzi halafu, akatamka kwa nguvu, hii ndiyo dawa ya wasaliti wote, dawa ya wasiolitakia mema taifa hili. Kisha komando akaanza kuizungusha kamba yake ili airushe katika shingo ya Captain Tisha, lakini ghafla gari iliyokuwa inaendeshwa kwa ustadi ilikata kona pembeni na kusimama. Captain Tisha na basi lake naye akakata kona pembeni na kutokomea. Walikutana na gari lililowazuia mbele yao, basi la Captain Tisha likapita. Makomando wakabaki wamezuiwa, wakasimama na kutoka kwa hasira. Lakini mara walipofika tu chini wote walikakamaa na kusalimia jambo komando. Kumbe mkuu wa kikosi aliondoka pamoja na kikosi kile cha magari kuja kuwatafuta makomando yeye, yeah, mwenyewe na yalipomwona makomando haya matatu yakamsalimia kwa heshima, mkuu wa kikosi ambaye sasa alikuwa kwa pembeni na makomando wengine. Angani pia ilionekana helikopta na ndege zingine za kijeshi zikizungukazunguka zunguka pale. Ize komando, ize komando, ize komando, alishauri mkuu wa kikosi. Makomando yakatulia. Komando, mkuu wa kikosi alizungumza, nataka mrudi kambini. Tukifika kambini mtanieleza Imekuwaje mko mahali hapa? Imekuwaje mmeondoka kambini bila kuaga? Imekuwaje mmetoroka kambini? Makomandoo watatu wakatazamana. Mkuu wa kikosi akiwa na makomandoo wengine wakawakamata makomandoo watatu na kuwaingiza ndani ya gari, kisha makomandoo hawa wakiwa wapole lakini wenye uchungu wa kizalendo wakakaa wakatazamana tena, wakatazamana na mkuu wa kikosi.